Yani, mtume kaitaja ndoa anasema, annika ndoa min sunnati, ni katika sunna zangu. Yani mtu kufunga ndoa ni katika za sunna za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu na yeye alioa. Kwa hiyo kitendo cha mtume kuoa maana yake alikuwa anatufundisha sisi dini, kuoa maana yake ni ibada. Na tunaporudi kwenye ibada kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu min alqauli wal a'mal au aqwali wal a'mal. Kwamba ibada ni kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda kutokana na kauli na, na matendo. Ndoa ni jambo ambalo Allah analipenda na anaridhia, na ndio maana akamwamrisha mtume wake na yeye aweze kuwa. Ndio maana mtume akasema ndoa ni katika sunna zangu. Kwa hiyo kama tunafuata sunna za mtume manake ndoa ni sunna ya mtume. Na akasema kama raqiban sunnati falaisa laysa min na mwenye kukataa au yule ambaye hataki kutekeleza sunna hii ya ndoa, hataki kuoa, hataki kuolewa, mtume kamkataa, kasema falaisa mini, si katika mimi. Sasa inatakiwa nukta hii tu itazame kwa wale ambao hawajaingia kwenye ndoa kwa sababu za makusudi. Kuna wale ambao hawajaingia kwenye ndoa, kuna dharura, mtu labda ana kipato. Na sasa hivi niwape usia kidogo, upande anapotoka biharusi yani, nikimaanisha sehemu ambayo watu wanakwenda kuchumbia. Inawezekana kijana ukamuuliza unaoa lini, anakwambia ha, nilienda nyumba fulani nikatajiwa milioni kumi, nyumba fulani milioni tano, nyumba fulani hivi. Kwa hiyo unakuta kumbe kuna muda vijana wanashindwa kutekeleza suna hii kwa sababu ya gharama wanazozikuta huko wanapokwenda, lakini niwashukuru wazazi wa nyumba hii, mpaka kijana ameingia maeneo haya kwa maana tayari wamemridhia na kile ambacho alichokuwa nacho, na ndio maana shahidi ametuambia wameridhiana kwa mahari walio kubaliana. Lakini ingekuwa sehemu nyingine hapa, hapana bwana, hajatoa toa hata kidogo, ingekuwa fujo hapo. Kwa hiyo Allah walipe kwa hilo, Amen. Mtume anasema watu waoe, asieoa oh, asiolewa, si katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndoa anaifahamu Allah katika surati Rum aya 21 anaelezea, anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma inna, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Allah anaielezea ndoa tena, ukija aya ya pili Allah anaelezea kuumba mbingu na ardhi wmin ayatihi samawati wal walard aya ya kwanza, aya 21 moja kaiweka, kamtaja mwanamke, kamtukuza. Ukiangalia binadamu na mbingu na ardhi, nani mkubwa eh? nani ana daraja kubwa ardhi? Ukiangalia mbingu na ardhi, ni vitu ambavyo ni eh, katika vitu ambavyo Allah ameviumba vikubwa, ni mbingu na ardhi. Lakini Allah kabla hajaingia aya 21, anamtaja mwanamke, akimaanisha hawa wanawake wana daraja kubwa, Allah analifahamu ndio anasema wa min ayatihi, tena akasema, katika alama zake. Ukitaka kumjua Mwenyezi Mungu yupo, ndio anasema katika alama za kuwepo Mwenyezi Mungu, an khalaqa lakum, ni kuwaumbieni nyie wanaume, min anfusikum, kutokana na nafsi zenu, yani kwa maana Allah kamuumbia mwanaume katika nafsi yake mwanamke. Tunafahamu hawa ametoka ubavuni mwa Adamu, kwa hiyo Allah ametuumbia wanawake kutokana na nafsi zetu alafu akasema wa, baada ya hapo, wazuaja wanawake, litaskunu ilaiha, ili muweze kustarehe nao au muweze kupata pumziko. Allah anamtaja mwanamke, anasema kwamba litaskunu ilaiha, ili mpate tulizo. Kwa hiyo wanaume wanapata tulizo la akili, la nyoyo na la kimwili kwa wanawake. Hebu muangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume alikuwa akienda kupigana vita, anarudi amechoka amepigana amechoka, Bi Aisha anamfariji Mtume. Nikisema tulizo, maana yake hata kisaikolojia, wanaume wanatoka kutafuta, kila mtu ana kazi yake, watu wanarudi wamechoka, lakini unaporudi nyumbani utakuta maji yameandaliwa, chakula tayari, na maneno mazuri ya faraja unayapata. Mume wangu leo umepata kidogo, kesho inshallah, Allah atakujalia kikubwa ndio tulizo lenyewe, litaskunu ilaiha. Mpaka mwingine atasema sasa tulizo gani na maisha na hela na nyumba, sasa mwanamke yeye tulizo gani? Hapana, ile kisaikolojia, tukwambia mume wangu, karibu, umeingia, amekupokea mzigo tayari, unajiona wewe ni mnene. Litaskunu ilaiha. Allah akajalie ndoa zote ambazo zimefungwa katika dunia hii, Allah akazijalie ziwe madhubuti, tuseme inshallah. Inshallah Allah, Allah hajaishia hapo. Tulizo linapatikana, lakini akasema wajala bainakum Mawadda. Sasa hapa ni wote wawili, na akajalia baina yenu mawadda. Mawadda maanake mapenzi, kupendana, mke na mume ndani yake kuna mapenzi. Akasema warahma, na kuhurumiana. Watu wakipendana lazima watahurumiana. Ukiona nyumba kila siku wanapigana mke na mume, hapo kati ya hivi vitu viwili kuna kimoja kimekosekana. Yawezekana mapenzi yapo, lakini huruma hakuna kama utakuwa unamhurumia mwenzako, kwa maana atakapokukosea utamsamehe au utamrekebisha. Kwa hiyo wajala bainakum mawadda wa rahma. Allah akasema lakini haya yote ambayo ameyazungumza akasema inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, hakika ya haya yote ni alama kwa wale ambao wenye kutafakari. Kwa mtu ambaye hana fikira nzuri yeye atachukulia tu ndoa ni jambo la kawaida kuishi na mwanamke atachukulia jambo la kawaida, au mwanamke kuishi na mume atachukulia, yaani ni mazoea tu. Lakini kwa mtu ambaye anakaa na tafakari, kwa nini Allah akasema hivi, basi huyo mke atamheshimu mume na mume atamheshimu mke. Allah akailinde ndoa yenu ndugu zangu. Lakini pia surat Nisai, Allah ana amesha sema ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahid. Allah kwanza kaanza na hivyo, enyi watu mcheni Mwenyezi Mungu ambaye amekuumbeni na nafsi hii. Narudi kule kule, mwanamke katokea ubavuni mwa anam wahala minkum kwa maana ya anas <laughs> eh, tau rabakum ladi halakakum min nafsi wahida wahalaka minha zaujaha wabatha minhuma rijala kathira wanisa, kwamba katika nafsi hiyo hiyo akamuumbia mke wake ndio Adamu akatoka Hawa ubavuni wake, lakini wabatha minhuma rijala kathira wanisa. Allah sasa akaleta kizazi, akaleta kizazi, watoto na watoto ndio sisi watoto waNabi Adam na mama yetu Hawa Allah akaendelea mwisho, akasema tumche yeye, kwa sababu Allah yeye ndiye anatutazama na anatuhurumia. Kwa hiyo ndugu zangu, mmeingia katika jambo ambalo nahimu, najaribu kuchukua nukta nukta tu, kwa sababu nikienda sana nitamkosea adabu shekhe, nitaongea paka kesho, lakini nitaje mambo kama manne ambayo mume natakiwa uyashike. Kabla kuenda kuyataja hayo hayo mambo manne, inatakiwa kwanza ujue Allah atakwambiaje. Allah akasema eh, rizquhunna wa kiswatuhunna eh, kwamba riziki ya mwanamke na mavazi ya mwanamke. Tena hapa akasema hunna, maana yake akimaanisha ni jamo eh, kwa maana akimaanisha kwamba mwanamke na watoto wake au wanawake wanapoolewa. Kwa hiyo mathalan, umeoa, riziki ya mwanamke na watoto wake ambao ni watoto wako, basi ipo juu yako wewe mume Yaani utasema kwamba riziki si anatoa Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu akuvisha jukumu hilo. Mwenyezi Mungu yeye anatuona na yeye ndiyo anayetupa riziki, yeye ndiyo mtoaji wa riziki mkuu, lakini wewe ndio mtafutaji wa riziki. Kwa hiyo umeoa leo, lakini una dhima kubwa ya kumlisha huyo mke ambaye umeoa. Allah akakujalie uweze kupata kipato, lakini pia mavazi yake. Wengi tunajisahau tunapooa wanawake, basi mavazi, akisema tu mume wangu nimeona gauni nzuri, asema ushaanza hiyo, umeshaanza hiyo Hapana, ni haki yake, mwambie mke wangu, sina leo ila nikipata nita nitakununulia. Na huo una mazoea, siku moja moja narudi na nguo, narudi na viatu, narudi na hiki. Na yeye binadamu anafurahi. Usije ukasema pale siku ya mageresho, kwani hujatunzwa. Mwingine anatumia kigezo kama hiki. Siku ya mageresho nimekuona umepata pale kabati zima la nguo. Hapana, hii ni haki yake na hiyo ni ni haki yake. Kwa hiyo ndugu yangu, yazingatie hayo. Sasa yale mambo manne ya kumalizia kuna kitu kinaitwa subira. Mume lazima uwe na subira. Kuna muda mke anaweza kukukosea, sio tu pale unapokosea umerusha kofi. Hapana, watu wakija kukusalimia wanakuta unapiga push up na vyuma vile vya kunyanyua, unaulizwa hivi vinafanya kazi gani? Ah, hivi unasema kwa ajili ya mama fulani kleta tu fujo, namtuliza. Hapana, usifanye hivyo. Mke anatakiwa kufanyiwa subira. Leo kaunguza mboga, kesho kaunguza wali, fanya subira. Kuna siku atakupikia chakula kizuri, utafurahi lakini pia kuna kitu kinaitwa ikram, kuwa mkarimu. Mfanyie mke wako ikram eh. Mathalani leo umerudi na pipi, unaweza kaona kitu kidogo, lakini anafurahi. Pipi baba nani? Unaweza kukuta amemkuta amenuna, lakini akafurahi, umeletea pipi. Bwana mimi kaona bahasha kubwa, nikajua una hela, kumbe pipi. Mnacheka maisha yanafanyaje? Yanaendelea. Lakini kuna kitu kinaitwa tajahul, kujifanya mjinga, kujitoa akili. Mume natakiwa ujitoe akili, hasa sisi wanaume Yawezekana mwanamke amefanya kosa, unaweza wewe ukasema kwamba kama ulioni. Au yawezekana amependeza, lakini kavaa stara vizuri, mashaallah, mbona hajapendeza bwana. Mwambie umependeza, mwambie mke wangu mzuri, yaani unajitoa akili. Siku umerudi umerudi, labda wewe mathalani mwalimu wa madrasa kama sisi, unarudi na kidufu kidogo, unapiga piga <laughs> Eh, kujitoa akili jamani, wanasema ni kujikata kidogo mshipa wa nini, kwa <imano> sababu bwana nini, wewe madrasa ipo kule, ukija na dufu huku bwana. Lakini kuna muda atakaa kacheka, sababu bwana nini, huwa na vituko maisha. Yanafanyaje? Yanaendelea. <imano> Lakini la mwisho nimalizie, nimkabidhi shehe, tafadhali kumbuka fadhila. Leo mmeanza maisha yenu ya ndoa, najua kwenye ndoa kuna vipingamizi vingi. Atakuja huyu atasema hili, atakuja yule atasema hili, ila wewe chukua hii siku ya mwanzo, first day. Chukua hii siku kwamba mboni huyu alienda kuulizwa na mashahidi wawili, akasema nimekubali kuolewa leo. Mboni anakuwa na fujo, inawezekana akawa si yeye hapo, kwanza nianze kufuatilia. Lakini je, leo amenikosea, hakuna hata jema ambalo amenifanyia? Amenifanyia. Kwa hiyo lile jema ndio ile, wanazuoni, mtume anasemaje kwamba unapofanya jema linakuta kwa hiyo namsamehe, kwamba kweli. Lakini ah, inawezekana kawa sio yeye amenikosea, lakini kuna siku mboni alinifurahisha. Kwa hiyo kwa haya machache, mimi nisikawie, nirudishe maiki kwa shekhe, lakini niwape sana pongezi, na Allah akailinde ndoa yenu. Asalamu as alaykum warahmatullahi wabarakatuh.